Mlango wa 32. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata, ya yaliyompata. Haruni akawaambia zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkanilete Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuyeyusha. Nao akasema hiyo ndiyo miungu yako, e Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza, akasema kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani, watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Wamejifanyizia ndama ya kuyeyusha wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema hiyo ndiyo miungu yako, e Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa, na tazama, ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini Wamisri kunena, wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi. Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuwaambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni, tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaghairi ule uovu aliyosema ya kwamba atawatenda watu wake. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita maragoni. Akasema, hiyo si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbao ndizo ninazozisikia mimi. Hata alipoyakaribia marago, akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Akaitwaa ile ndama waliyoifanya akaichoma moto akaisaga hata ikawa mavumbi akainyunyiza juu ya maji akawanywesha wana wa Israeli. Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanyani hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akasema, hasira ya bwana wangu isiwake wewe, unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya maana waliniambia katufanyie, miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana mtu huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui aliyompata nikawaambia, mtu yeyote aliye na dhahabu na aivunje. Basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi, ili wawe dhihaka kati ya adui zao. Ndipo Musa akasimama katika mlango wa Marago, akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana Walawi wote wakamkusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko, toka mlango hata mlango kati ya Marago, mkamchinje kila mtu ndugu yake, na kila mtu mwenziwe, na kila mtu jirani yake na hao wana Walawi wakafanya kama vile alivyosema Musa, wakaanguka siku ile kama watu elfu tatu. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa akarejea kwa Bwana akasema, aa. Watu hawa wametenda dhambi kuu wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao; na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Basi sasa uende ukawaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekuambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia. Pamoja na hayo, siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Bwana akawapiga hao watu kwa walivyoifanya ile ndama, ambayo Haruni aliifanya.